Bwana wahesabike kuwa marafiki zako madhabahuni. Hapa tuna matoleo mbalimbali mbali. tuna matoleo ya sadaka ya Jumapili. Mungu Baba, asante kwa wote walioshiriki kutoa matoleo haya. Tuna matoleo kwa ajili ya mafungu ya kumi, Bwana watumishi wako wametoa. Tuna matoleo ya shukulani, tuna matoleo ya changizo na namna yote ile ambayo wanao wametoa. Wengine hawakutamka, lakini wengine labda walikuwa na nadhiri, lakini wamekutolea Hawa wote ninaomba wabariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana wabariki sana na tukae. Kabla sijaleta ujumbe, naomba nimkaribishe na mimi nimtambulishe mke wangu, maana hapa kuna wageni. Kwa hiyo nimlete mama mchungaji, Mama Skofu Mabushi aje awasalimie na kusema machache, halafu tutaenda kwenye lile iliyoko mbele yetu. Akimaliza mama kutusalimia atamleta na yule mwimbaji ambaye tumeambiwa yupo, hajaimba labda, si akakosa nafasi hiyo. Kwa hiyo mwimbaji, wakati mama anaongea, uwasiliane na idara kule, maana muda tunataka tukimbie nao watu wale kwa muda, na baadaye tuone utaratibu za usafiri. Karibu mama, utusalimie, barikiwe sana. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Naomba na tupungiane mikono hewani Wakubariki sana ndugu yangu ambayo amekusanyika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba umpe mkono jirani yako mwambie karibu sana. Kwa niaba ya Mama Mchungaji Mabushi. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia